Kuzuia uchaguzi ni madhara makubwa, ni bora tuingie kwenye uchaguzi. Na wanaongea hivyo ni wanaume, asilimia tisini na tano tunaoumia tunaumia kwenye madhara haya, na madhira haya ni sisi wanawake. Ninawasihi wanawake wenzangu mnaonitazama, msiingie kwenye huo mkenge wa kwenda kuzuia uchaguzi. Kwanza ni kosa, ni kosa, na mtapigwa, mtavurugwa. Sasa wewe watoto wako, Mheshimiwa Mwenyekiti Lisu wako Beligiji, unawaambia wengine wakaziwe uchaguzi nani? Hakuna mzazi anayetamani kuona mtoto wake anakufa. Mimi nimejivua wanachama wa Chadema, mimi nimejivua nyadhifa zangu zote nilizo nazo kwenye chama hiki. Gonjwa lililoingia ndani ya chama ni chuki, ukuta wa chuki umejengwa umepanda juu kiasi kwamba kwa sasa hivi haiwezekani watu wa mashariki wakutana na watu wa magharibi, haiwezekani watu wa kusini wakutane na watu wa kaskazini. Ninatoka sitoki, kwa sababu nimetukanwa sana, wala sitoki kwa sababu nafasi yangu haipo ipo. Ninatoka kwa sababu naenda kutengeneza backup ya Chadema. Imeishiwa pumzi, malengo yanapotea, tapita njia nyingine. Unapokuwa mwanasiasa, lazima uwe na malengo, uwe mwenyekiti wa kitongoji uwe diwani, uwe mbunge, uwe rais. Sasa kama hivyo vyote chama leo akiendi kwenye uchaguzi, sisi mimi na wewe tunafanya siasa ili iweje? Ili niendelee kulinda heshima yangu, nimeamua kujiondosha kabisa kwenye chama hiki cha Chama cha Demokrasia na Maendeleo, Chadema, ili kubaki kuwa mama wa nyumbani. Mambo ya siasa ya Chadema wasinishirikishe kwa chochote. Siasa sio podi ya mtu na maiki, ndugu zangu. Siasa ni mikakati. CCM hasusiwi, CCM ukimsusia anakomba sinia lote. <laughs> Kwa, kwa, kwa kifupi, najivua na hiyo hiyo huo hiyo na nafasi yangu ya ukatibu wa kamati ya, ya mafunzo kanda ya Victoria, na najiondoa rasmi leo Chadema, kwa sababu sioni dira, sioni mwelekeo, sioni fucha, sioni hao watanzania wakwenda kupambana ukinukisha kuzuia uchaguzi.